wa mimi hapa au kusherekea jubilei hii ya miaka ishirini na mitano sio kwa uwezo wangu. Pia nipende kuwashukuru kwa namna ya pekee wazazi wangu kwa malezi walionijalia kwa misingi ya imani walionijalia. Nipende kuwashukuru sana kwa namna ya pekee watawa Mama zangu, dada zangu wa shirika la Moyo Safi wa Maria Afrika, nikianza kabisa na Sister Rosi Onyango, maana kupitia kwake ndiye aliyeniwezesha kulijua hili shirika la masista wa Moyo Safi wa Maria Afrika, pamoja na mpendwa wetu aliyetangulia mbele ya haki Father Choka. Mungu aweze kumpokea na muweke miongoni mwa wabarikiwa pamoja na Padri Chacha rein hati na Baba Askofu wetu Samba, Mungu awape wa wepesi waweze kuona uso wake. Nawashukuru sana walezi wangu wa baraki kwa umoja wao, maana walikuwa wengi, mimi nimelelewa karibia na walezi saba. Kwa hiyo nawashukuru sana, na amini mnakumbuka kabisa, japo bibi yangu Odoyo pia ametangulia mbele ya Mungu, ampe tuzo lake. Nawashukuru sana sana sana walezi wote wanovisiati, na kwa namna pekee Sista Maingu, Sista Jirara na Sista Rusi Magumba. Na nawashukuru sana sana sana Mungu aendelee kuwazidishia hekima na busara katika kumfuata huyu aliyetuita. Nawashukuru sana mama wakuu wangu wote ambao wa, wameongoza wame, wame, wame kwenye kipindi changu hiki sasa cha miaka ishirini na mitano na mpendwa wetu Sister Rita, basi Mungu amweke mahali pema huko aliko aweze kuwa pamoja na wabarikiwa namshukuru sana kwa namna pekee Sister Beata Songi. Namshukuru sana mama yangu, alipoona wakati mwingine kama mawimbi yanakuwa makali, aliamua kunitafutia baba wa roho kwa majadiliano kwamba nadhani huyo atakufaa. Kweli Baba Shegera amenisaidia sana, na pia Padre Andrew wa wa Butiama amenisaidia sana, amekuwa baba yangu muunganishi Namshukuru mama yangu mkuu, mama yangu mstaafu Sister Beata, anazidi na kumwombea kuimarika kabisa katika afya yake. Mama yetu Bikira Maria wa msaada wa daima, mpe wepesi aweze kupona vizuri. Nashukuru sana shirika, nashukuru sana wanashirika, wamenishika mkono, wamenishauri, wamenitia moyo, wameniombea na mimi sasa nafikia hatua hii bila uwezo wangu, bali ni kwa neema ya Mungu. Nawashukuru sana watawa wenzangu kwa sala zenu kwa majitoleo yenu, kwa kuwa Simoni wa Kirene kwangu pale ambapo nilikuwa ninaishiwa nguvu za, za kupiga hatua ya kuendelea mbele. Kwa hiyo nawashukuru sana dada zangu, Sister Ndoti mmenisaidia sana, nawashukuru sana watawa wa Mungu, mmeniwezesha kufikia hapa nilipo. Asanteni sana, mapadri kwa kweli wa, wa, wa walinishika mkono kwa namna ya pekee. Mapadri wengi sana wamenisaidia pia, hasa Padre Chegere amenisaidia sana, kama baba yangu wa roho, mapadre Padre Andrew, Padri George ambaye sasa yuko Marekani dbo ametufungisha mafungo pia na kutuweka kwenye misingi mizuri kabisa ya kiliturujia. Na nawashukuru sana sana sana kwa kunishika mkono, kwa kunishauri, kwa kuwa Simoni wa Krene katika maisha yangu. Nawashukuru kaka zangu wote kwa namna moja ama nyingine, siwezi kutaja majina yote, lakini basi mmo ndani ya moyo wangu, mapadre niliyoweza kufanya nao utume sehemu mbalimbali ndani ya jimbo letu hili la Musoma na hata nje ya jimbo huko Shinyanga. Na washukuru sana kaka zangu, tuendelee kuwa na umoja, mshikamano na upendo wa Kristo ili tuweze kufikia Yerusalemu mpya ambayo kila mmoja anaitamani kuifikia. Asanteni sana, tuendelee kuombeana na samahani pale ambapo nilijikwaa, pengine nikamkwaza mtu. Maana mimi ni binadamu, mimi sio malaika. Cha msingi basi, wanasema vyombo vikikaa pamoja ni, ni lazima vigongane, lakini mimi najua hayo yote yalifanyika kwa ajili ya afya Twendelee kumwomba Mungu atupe nguvu za kuendelea mbele zaidi katika kumjua yeye aliyetuita, na hatimaye basi, baada ya maisha haya, tuweze kupewa karibu kwenye harusi ambayo umeandaliwa na Bwana wako, sio ondokeni kwangu nyinyi mlio raniwa. Pana hiyo, atuitegemei atu, twendelee kuombeana nguvu ya Mungu itoshe na kutufikisha pale tunako tamani kufika. Jubilei ishirini ishirini na tano, mahujaji katika matumaini.